Leo Aprili ya 23, siku ya Jumatano, mwaka ni 2025. Siku tulivu kabisa, na kama kawaida tumekuja kutembelea mitaa hii ya Nkuruma pamoja na Mnazi Mmoja. Hapa tumekuja kuonana na ndugu yetu Simba Ulaya kwenye ofisi za Grand Care Tanzania Limited ambazo zinapatikana hapa maeneo ya Nkuruma, karibu kabisa na sheli ya Olympic. Simba Ulaya, eba fresh fire moto, mambo mukidangache blow. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rema nikiwa na afya njema tele, kama ulivyonikuta, balozi wa Grant, ndugu yako nipo. Hmm, niko vizuri, niko faya, niko vizuri kwa kweli, kaka yangu. Hali ya hewa Dar es Salaam sasa hivi imebadilika, naona na wewe Simba Ulaya kidogo umebadilika, umekula nje, koti lako kabisa la mbet la Simba Sports Club. Ah, hilo bro, kwanza mimi kama mimi, huwa napenda sana kufuatilia taarifa, habari, taratibu za nchi, kesho kuna nini Nimeona kwenye mikoa kumi na tano kuna mvua zitafuruliza furuliza katika mkoa mmoja hapo Dar es Salaam. Kwa hiyo asubuhi na mapema Dar es Salaam tumeanza kuamka na kimvua. Kwa hiyo mi nikawa nimejitayarisha kabisa kwa mazingira eh, ya ubaridi ubaridi. Umeiona? Hiyo pasi milioni. Eh? Pasi milioni yenyewe nalo wakati tunashuka kutoka pale bandarini, mnatoka pale visiwani Zanzibar juzi. Ah, bwana ile ile ilikuwa hatari Zanzibar ile yeah. Sema nilipata kampani, uwezi kuamini bro, kuna watu bwana wanapenda, kwanza wanaipenda nchi na wanaopenda vile vile mpira amenusia mene ni kwa na kakangu Salehali ule au Toshi, unaweza kusema Tosh kago Saleh eh Salehali pale pale, kana pale maneno ya Kariakoo nilikuwa mm, naye unajua, yule bwana mtu wa watu mm. penzi wa mpira anapenda kushauri baadhi ya vitu, nikadai ndio vitu vingi vingi mm. nilikuwa mm. mm. na kaka yetu mwingine amesikondo mzee wa kanzu nyeupe, kwa uliniona pale, ni kwa na mambo mengi kichwani kwangu naangalia huku, ukiangalia sale sale alitoshia na male ana maneno wale ya kujenga nchi, kuendeleza mbwa mkali kwao hmm. Ilikuwa tumalize gemu mawili, saa moja na robo ushaingia kama unaenda E ayero, ayero pene. Ayero pene, vidogodogo vile vichata na mwendo wa maji. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, aliyokula amekula. Tulipata goli moja, lakini target yetu ilikuwa na magoli mengi. Lakini ndio hivyo, kila jambo linapangwa na Mwenyezi Mungu. Tumepata matokeo, zipo timu zimecheza nyumbani kwao azijapata matukio hata ile goli moja. Kwa mfano, nikiangalia ile kundi la klabu bingwa, umeona karibu timu zote azikupata matokeo nyumbani kwao, zimetoka tairi kwa tairi, tairi kwa yai. Kwa hiyo kwetu sisi Simba Sports tulilopata goli moja sio haba. Kwa hiyo target yetu ni kuangalia wachezaji wetu ni umakini tunaotakiwa tukakanga. Lakini Simba Ulaya, watu wengi sasa hivi wamekuwa wakilaumu safu ya ushambuliaji ya Simba Sports Club. Inatengeneza nafasi nyingi, lakini inaonekana kukosa magoli mengi. Hata ukiangalia kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch uliopigwa pale uwanja wa Amani Complex, Simba Sports Club walikuwa wanatakiwa walikuwa wa, na uwezo wa kushinda magoli si chini ya matatu manne mpaka matano. Hata hilo kocha amelizungumza, lakini hatimaye dakika tisini zimetamatika, ushindi wa goli moja pekee ndio Simba wameweza kuibuka nao. Hili lina ukweli wote, safu shambuliaji ya Simba Sports Club ilikuwa butu. Uh, unaweza kusema butu au so butu, inategemea mwenyeji, si mapokeo yako unapokea kwa staili gani? Mimi naweza kusema tunakosa bahati Yaani, ile bahati tunakosa vile vitu tunao, mm. Ukifuatilia game game hata Europe unavikuta vitu kama vile, kama ile game mechi ya mwisho tulicheza na Al-Masri. Al-Masri. Dakika za mwishoni kama uliona eh mm. babesta, so eh umeona ile ikaenda kidogo eh, yeah. kidogu, eh sema yeye eh, bahati nzuri imesaidia maneno ya kuwa, ya kuwa mengi. mm. Kwa haya kwa mengi kwa hivyo tuende kufanikiwa tuae ya matuta mm. Na kwa nini ya kuwa mengi kwa vile ni fullback mm na, na, na wote tumeona mengi sio madogo mengi, lakini na hivyo hivyo amepata magoli mengi ya kusababisha sisi mpaka tumefika hii hatua tuliokuwepo sasa hivi. Kwa hiyo sio kumbeza, nachoambia wana simba zangu so kumbeza ni mchezaji mzuri, na ukiangalia, tulikubaliana kabisa na Simba wenzangu, tunajenga timu. Ili kujenga timu, unapotaka kujenga timu, vitu kama vile lazima okay. Unaangalia mwenyewe, je, ilitofali nilichukua katika kujenga umjengo wangu vipi? Niendelee nalo au niliongeze simenti kwa wingi nipige pige plaster iliotosheleza au nilingoe niweke tofali lingine? Ndio maana tulikubaliana tuna Yeah. Jenga timu lakini kwa kupitia technical bench kwa ujumla, Fadu David gadola mwembamba na ujumla na kina kianga kina matola kina, kina meneja yetu mm, namamu mtu wa watu. Unaona kabisa kuna kitu ambacho kimekuja haraka sana, yani mikuaile atukulitarajia eh, na target ya wanasimba ilikuwa tuko karibu, miaka imeenda karibu sita eh, sita mitano robo robo zimekuwa robo robo robo na ukiangalia bro kuna kitu nataka niwaambia hata na simba zangu. Baada Mo Dewji sasa, eh? Kurudi tena. Kama kama kama, kama na kisimati fulani. Karudi bala tayari tuko nusu. Buba, yani pap tayari tuko nusu. Umeona eh? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mo kama yeye alivigundua, atasajili zetu zilikuwa tunazifanya, lakini zile ambazo zilikuwa azitufikishi kwenye nchi hadi, lakini katika miaka yote mwaka uko tufanya usajili wa kisasa, ukiangalia kama disha dogo la mwaka huu mm, pamoja mara nyingi madisha dogo wa, walikuwa wengine mm, uwezo wao unaokumbuka, nafikiri akina sawa dogo sio akina, ndio ilivyo kwenye usajili mm, lakini tuko tuna feli feli pale kwenye mambo mambo ya usajili, lakini sasa hivi mwenyewe umeona usajili tu wa elimu panzu kaja kuiboost timu yote akisema sasa nakwenda na kwenda kwa spidi hii, na tuwapase pale paka, ilifika wakati anaomba adielete hapa, peleka pale, umeona eh, hii yote nampongeza Mo kwa ili disha la usajili wa mwaka huu. Kwa kweli ametutendea haki wana Simba, tunapita tukilinga, tunapita tukijidai, hii ndio Simba. Hata maneno yetu ubaya bwela yameonekana na yanazidi kufanya kazi. Tukakaa Simba Ulaya, hapo umemtaja Jean Charles Ahoua umesema ni kijana ambaye amefunga magoli mengi, lakini pia amekosa magoli mengi. Lakini pia umezungumza kwenye dirisha la usajili mlimuongeza Elim Panzo ambaye amekuja kuibusti timu na kuifanya timu ifanye vizuri, sasa hivi amekuwa mchezaji anayogopeka na wapinzani. Jean Chale Ahoua, unavyomuona anavyokosa magoli, unatamani aongezwe mchezaji mwingine kwenye namba kumi anaocheza ili aweze kuleta chachu ya ya, ya, ya, ya kuweza kugombania namba na Jean Chale Ahoua? Aina tegemea kwa sababu ukiangalia kama namba kumi pale bado nao. Nikiangalia kwenye namba kumi pale yupo ule dogo Awesu, anaweza kacheza namba kumi Awesu, Awesu mzawa. Nikija nikiangalia hata Mavambo anacheza namba kumi. Kwa hiyo ifikie hatua sasa, mimi sipendi kuingilia mambo mambo ya kupanga panga na nini, ifikie kuna wakati tekniko benchi nao, ukishaona mchezaji kama ule gemu, unajua sio kila siku utakuwa uko clear, kuna siku nyingine unaona uko tofauti, basi unatoa unaweka ule ambaye unaye. Kwayo, nae, lina, kwa hiyo ukishaweka ambaye unaye linakuwa nayo lina, lina yeye yeah, akishaona ah leo nimechoma mahindi hapa. Akishaona naye amechoma mahindi hata mechi ijayo anakuwa yuko makini tofauti na anavyokuwa hayuko makini kwa siku mbili tatu. Kwa hiyo utakapomweka mwezake akiona aki, mwezake aki, anafanya vipi, anakwenda vipi naye akiingia pale anakuwa anabadilika ndio football jisilivo. Kwa hiyo mimi kama mimi na, naona ye mwenye tu aendeleze tu kujituma sana sana na afuatilie maagizo ya technical bench kwa ujumla, atendele kufanikiwa. Sio mchezaji labda akumbeza, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mzuri, na ukimwangalia anajiamini, ana vitu vyote, ana ball control, ana ball balance, ana ball technical, yuko vizuri eh, yuko vizuri. Sema bahati na anakosaga ana na, ukiangalia kuna matukio ya faulo. Tukipata faulo, ukiangalia kwa Simba Sports sasa hivi ananyunyuliwa, eh ndio anaenda kupiga faulo, na faulo zake mwenyewe unaona mara amegonga nondo E, yani, mili, a, kitoka mili nje, mara kidogo mara mgogo, yani, unaona kabisa ni mchezaji mwenye quality ambaye sisi wana Simba huwa anatufurahisha tukakango. Lakini Simba Ulaya, watu baadhi ya watu wameshaanza kuikatia matumaini Simba Sports Club kuweza kutinga katika hatua ya fainali hasa kwenye mchezo wa marudiano, mchezo wa pili uh, ya nusu fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika pale katika mji wa Daban, kwenye wezu, kwenye uwanja wa uh, Moses Mabida Uh, dhidi ya Stellenbosch ambayo inamilikiwa na tajiri namba moja Afrika Kusini Johan Rupert. Wewe kwako, ni kweli haya maneno na yaona, ni sahihi au ni maneno tu ya wakosaji haya? Kwanza tunakwenda kwenye uwanja wa jina langu mimi hmm. Moses Madiba hmm. so mabiba, Moses Madiba mechi atokwa nyepesi, lakini nacho sipendi kuingilia technical bench filimbi ikipigwa tu. Najua wale kwa dakika zile kumi na tano za kwanza watakuja na spidi kama walivyokuja Zanzibar. Kwa pale unahitajika umakini mkubwa sana. Tukishaweza kuzikontrol zile dakika zile 15 za, za kwanza ambapo wasipate hata goli lile moja. Sasa wataanza kutafakari wa kudiska. Hizi ah, dakika kumi na tano tumefeli. Tumefeli. Sasa pale sisi kabla hajafika dakika 30 tu tayari tushatingisha bunyavu tukishatingisha kunyavu, wakati sisi ndo tunashangilia. Kwa mimi sitokwenda South Africa, sitokwenda South Africa na sababu ninazo. Kwa nini siendi South Africa? wendi South Africa mimi wakati Misri tulikuona dhidi ya Al-Masri, lakini Afrika Kusini karibu zaidi, huwezi kwenda. Unajua, mimi kila mkoa aiza nchi na kwenda naangalia ratiba yangu ya kwenda kanisani. Nimeangalia ratiba yangu ya kwenda kanisani, sio rafiki kwanza mi napenda kusali misa ya kwanza ile asubuhi na mapema. Sasa nikiangalia, sio kwa pao tunapokwenda kucheza hapo, Durban ndio tunapokwenda kucheza mechi yenyewe eh? Na, na mimi napopendaga kuamka peke yangu kwa ibada nakiangalia mambo ya Durban, ah, ili nikaona sije nikafanyia ubaya ubwela barabarani ili nisiwe mnafiki wala nini, sitokwenda sito mimi mwenye binafsi ah, hiyo sitokwenda, japo gharama ni nafuu mm. tofauti na masili, nimetumia gharama kubwa mpaka nimeenda hii mm. bwana, sitokwenda kwa sababu itakuwa nimetimiza target yangu nifikishe miaka 15 ya kuingia kanisani bila kukosa hata Jumapili moja mm. tayari na miaka 12 na miezi 11 na Jumapili moja ambayo nimesali Mtakatifu Joseph Zanzibar juzi Jumapili mm. kwa Jumapili hii E, ni kutete na doni ngi dabani na ndo siku ya mechi asubuhi na mapema, na dabani wenyewe, ukisikia stori zake hazieleweki. mi bro bwana, ni unajua Jesus, mm. wale wanafunzi wote wale kina, mm. Petro, mm. wake na nani nani, mm. sasa mimi ule Tomaso, mm. Tomaso ni wewe, ehe, mimi katika kizazi cha Tomaso, mimi ujue ni ule mwenye kusadiki kwa kuona, mm. eh mm. kusadiki kwa kuona. Sasa do, mna rafiki yangu mimi alirushia kwenye simu bwana, dabani ndo imechangamka namna hii. Nika chungulia, nika chungulia, sasa nikaangalia majira ya mimi kupuka asubuhi kwenda Durban, ili nikasema, ah, mimi nitasalia hapa hapa Tanzania yetu kwa mama yetu Samia Hassan Suluhu. Mimi nitakachofanya sana sana ni kuombea dua timu yangu technical bench kwa ujumla na wote watakebatika kwenda kule, lakini mimi kama mimi pasi milioni nitabakia zangu Dar es Salaam kwa ajili ya kuendeleza ratiba yangu itakuwa miaka kumi na mbili na miezi kumi na moja na Jumapili mbili bila kukosa hata Jumapili moja kanisani, na itakuwa, na ukiangalia sisi, kwenye maombolezo, eh, ya kiongozi namba moja, wazee wetu sisi hapa, eh, Papa Francis, kwa hiyo wazee wetu sisi, kiongozi wetu namba moja, Jumamosi anazikwa, kwa hiyo nikiangalia na Jumapili, na nikiangalia na kwenye kundi letu la Hamasa tuna rafiki yetu King Faida la Baucho amempoteza baba yake koja kuangalia mpiga goma letu kubwa yule Suma naye amempoteza mama yake, anajitayarisha kwenda msibani, mkewe huku tena mkewe mimba swikafa. Yani ikawa, tafra, yani ba, wiki kidogo tuna, imekuwa kwa ngumu, imekuwa ngumu pamoja mm. na hivyo lakini, na imani kabisa mimi nitakuwa mtu wa mwisho kabisa mm. mtu wa mwisho kabisa kuamini kwamba eti timu yangu mm. itatolewa. Yani mi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini timu yangu itatolewa. Mimi nina imani timu yangu itawin na itafika fainali, na itafika. Yaani tageti yetu ni kwenda fainali, kwa hiyo Mungu akijalia mm. na imani, tunaenda kucheza na Berkane. mimi safari yangu tuko Morocco. Morocco huko tukisubiria ndege ya Mama Samia Suluhu Hassan, kama atatoa ndege kwa ajili ya mashabiki, maana tumesikia kwenye hili kuna kuna mkono wa mama umeingia ume, ume, ume maana tumeona hata uh, tajiri mo Dewji rais wa heshima wa Simba Sports Club, amemshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa ku, ku, ku, kuwezesha safari pamoja na marazi kuelekea nchini Afrika Kusini kwenye mechi ya pili dhidi ya Ah ni jambo lahili lakini nimeona ile yalivyoandika tamo sio kwa mashabiki hmm. eh, so kwa mashabiki sijaona hata neno kwamba imetoka kwa ajili ya mashabiki sijaona kama ingekuwa imetoka kwa ajili ya mashabiki najua tuna mashabiki wengi wangeondoka, lakini mimi nimeona imetoka kwa ajili ya wachezaji na baadhi ya watu wengine, sio technical benchi na wengine sio na nini, lakini kwa mashabiki mimi sijaona neno m kusema maana namshukuru mama kwa kutoa ndege kwa ajili ya mashabiki, hiyo mimi sijaona.